Makamu mwenyekiti wa Chadema amekamatwa na jeshi la polisi jijini Dar es Salaam, ambapo Chadema ilikuwa ifanye mkutano wake siku ya leo pale Kariakoo. Taarifa ya mkutano iliyopelekwa wiki moja iliyopita na mkutano ulianza kutangazwa leo. Mchana polisi wa polisi wameleta barua kuzuia mkutano kufanyika Kariakoo. Makamu mwenyekiti Kamanda John Heche alienda eneo la mkutano kuendelea na mkutano. Alipofika polisi walimzuia na wamemkamata na kwenda naye pasipo kujulikana. Tunafuatilia habari zaidi tutawaleteni muda sio mrefu. Ni taarifa ya Godbless Lema Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA nchini Tanzania ambaye aliandika taarifa hii katika ukurasa wa X mapema kabisa baada ya tukio kutokea pale Kariakoo, akiambatanisha na picha ya John Heche. Lakini John Heche ni kweli amekamatwa na jeshi la polisi. Sasa nakuwekea hizi video utaziona, ambazo zimechapishwa katika ukurasa wa Instagram wa CHADEMA wenyewe na vyombo vingine kama ambavyo vimeripoti. Lakini hii ni mwanzo mwisho namna ambavyo alikuwa akibishana na jeshi la polisi E, kuwaeleza uhalisia lakini pia alivyokamatwa, mabishano ya wakati anakamatwa na jinsi walivyokamatwa wakati wanaelekea katika kituo cha polisi, ambapo awali hakikujulikana ni wapi, walikuwa wakishikana mikono. Uh, wale ambao walikuwa wameambatana nao walikuwa wakitembea wenyewe huku wakipewa escort ya jeshi la polisi, lakini pia wakiendelea kuimba nyimbo mbalimbali, wengine wakifanya mchaka mchaka na mambo kama hayo, kama ambavyo unatazama video hii. Kwa taarifa zaidi, tutaendelea kukufahamisha hapa hapa The Loyal Media, endelea kutufuatilia.